ishukavyo na seruji kutoka mbinguni, wala hairudi huko bali, kuinywesha ardhi na kuizalisha na kuichukuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Ndivyo vinakagubiwa neno langu litokao katika kinywa changu, halitavilujia bule, bali litatimiza mapenzi yake nao itafanikiwa katika mambo yale niliyonituma. Neno la Bwana. <laughs> <laughs> wenye haki Bwana awe nani. So kwa na kwa. Somo la Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mathayo. Sura ya sita aya saba hadi ya kumi na tano. Siku ile Yesu alimwambia wafuasi wake, "Mkiwa katika kusali, msipayuke payuke kama watu wa mataifa" Msifanane nao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamwomba. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu, kama sisi nasi tuwasamehe hivyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni lakini hutopena yueu kwa maana tuwasamee watu makosa yao, ababa yenu wa mbinguni atawasamee ninyi, bali msipowasamee watu makosa yao hini, Nito, Deo, wala baba yenu atawasamee ninyi makosa yenu. Neno la Bwana. Wapendwa familia Mungu, leo Bwana wetu Yesu Kristu Anatufundisha sisi tuwe wafuasi wake kama alivyowafundisha wafuasi wake wa kwanza au wa mwanzo. Aliona kuna matatizo mengi namna ya kusali, na kwa sababu aliyaona hayo, ilibidi awe na jukumu moja na kuonyesha mfano bora wa kuweza kusali. Bwana anaambia msariko, msipayuke payuke kama watu wa mataifa, payu kama watu wa mataifa bwana hao usanie kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Eh, sasa kuna kwenye sala ao, kuna discipline, nidhamu. Nidhamu ni ile ambayo ni kuongea na mkuu yoyote duniani

ukasisi kwa sisi, kwa binadamu ifanyike vile vile kwa Mwenyezi Mungu. Sasa wanangu taks

uje mapenzi yako yatimizwe, umseku Yesu Kristo. Lakini anaposema hivyo hapa duniani kama huko mbinguni, mapenzi yake, angalia, ni unaomba kititalaba kabisa, ni mapenzi ya kwako wewe uyatimizwe, satimize lakini wewe mwenyewe, lakini utupe leo riziki yetu

kuifunga na mwisho tukie katika maliaii lakini tutokwenda mbele ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Huu ni utaratibu wa Mwenyezi Mungu ameuweka gome sana aza tunazo sala za kutosha na zenye na tunazo sala zenye nguvu. Tumia wakati wetu sala

Bwana awe nanyi.

Tufanikiwe katika huruma yako, uwapokee kwenu uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume aimikira wenye heri mtakatifwa mdosionza kaoda yetu takatifuotaluteza mukale tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo, kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake Ee Baba mwenyezi, katika umoja na Roho Mtakatifu, unapata heshima shima yote na utukufu milele na milele, kwa amina. kakulikie Mungu kumshaimuu kusema baba yetu ye mbinguni iaea

wao faraja katika huzuni, uvumilivu katika dhiki na ulinzi katika hatari, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tendeni na amani na watakieni siku njema na kazi njema.